Majina, anaitwa Yusuf Onali Yusuf Ali, ni manager mkuu wa kampuni ya Hotanzia Limited, iko Usariva Arusha Tanzania. Tunajishughulisha na mazao ya chives, mint, uh, basil na green beans na mboga zingine zingine kwa ajili ya kufanya export nje ya Tanzania. Tunatumia Kilimanjaro Airport na Namanga border mostly kwa ajili ya ku export mazao zetu na huwa tunapata msaada mkubwa sana kwa TPHPA ambayo ni wadau wetu wa serikali, ambao wanakuja pia kwa ajili ya ukaguzi kila mwezi na kutu guide kila, kila wakati kama kuna advice ambayo inatakiwa itolewe na ndio wanatusaidia tupate phytosanitary certificate ambayo ni muhimu kwa ajili ya export zetu, kwa sababu bila hiyo mteja hawezi kupokea mzigo, na wao wanakuwa uh, tuseme ni msaada mkubwa sana kwetu. Uh, maafisa ambao wako Kilimanjaro Airport na wako na Manga na hapo Tengeru wanatusaidia kila wakati tukitaja msaada wao uh, kwa sasa tuna export ku kama nilivyosema, kupitia Kilimanjaro Airport na Namanga tunapeleka Germany, uh, UAE, uh, mainly Dubai, alafu Denmark na Amsterdam, na nchi zingine zile zote ambazo wanahitaji, tunaweza kuwapelekea wakitupatia oda zao. Mzigo wetu wote unaenda na kwa njia ya ndege, ikipitia Nairobi, inaenda by truck, inaenda mpaka airport, alafu kutoka airport inaenda by by uh, by airplane kwenda nchi za nje uh. Kwa kweli kiba kibali kinapatikana kwa muda mchache sana. Baada ya kuomba, tunapata ile control number, tunalipa uh, na inapatikana kwa muda mwafaka. Kitu ambacho tunaomba ni kwamba saa ingine kama system ikileta shida, kuwe na mfumo ambao ili tuweze kupata manual permits ili mzigo usikwame, kwa sababu tuna deal na perishable. Kwa sababu saa nyingine ni mambo ya mtandao, mtandao inaweza ikagoma, haiwezi kufanya kazi, so kuwe na njia mbadala, ili tuweze kupata manual permits, tusaidike kwa hilo, ili mzigo isikwame, kwa sababu bila hiyo hatuwezi kupeleka mzigo wetu. Imeturahisishia sana kwa sababu mwanzo ilikuwa inatubidi kwamba tuende physically kwa ofisi ya ambao wanatupatia huduma, aidha ni Tengeru au ni kule Ngaramtoni au Kilimanjaro Airport. Sasa hivi kwa njia ya mtandao tunaifanyia tukiwa hapo ofisini. Kwa kweli huduma ni nzuri na nafikiri au unavyoelewa ni lazima watumie hiyo huduma kwa sababu lazima wapate phytosanitary certificate na permit zingine, na wanatakiwa wao ndiyo partner wetu katika biashara yetu, kwa sababu bila wao tunaweza tukakwama kwenye mambo mengi sana, kwa sababu wao ndio wanafahamika nchi za nje kama authority ambayo imepewa mamlaka ya kuhakikisha kwamba mazao yote ambayo yanatoka nchini kwetu yako salama kwa ajili ya kusalama, matumizi